Mbina, naanza, yani wakati nataka kucheza professional game nilichukuliwa na Simba, nikiwa kama underdog, yani kama mchezaji mdogo sana na nikakulia Simba kwa zaidi ya miezi mitatu, nikaondoka nikaenda kucheza Coast ligi kuu. So baada ya kucheza Coast nikaenda Mtibwa, ikiwa Simba bado wananitaka na mimi nawataka, lakini still baada ya mwaka kutoka Mtibwa nikarudi Simba. Kwa hiyo nilikaa miaka miwili kabla ya kwenda Simba, kwa ina maana nilikuwa niko tayari kwenda wao walikuwa tayari kunipokea. Kwa niliingia Simba kama mchezaji ambaye nina kiu ya kuwa pale, lakini pia viongozi walikuwa na kiu ya kuniona mimi pale. Sio mchezaji ambaye nilicheza mechi moja mbili nikachukuliwa nao. Nilikuwa ni almost miaka miwili mimi natafuta kuingia Simba na mimi natafuta kuingia Simba. Kwa hiyo ni ni ni nini lakini wanasema? Win-win situation. Yani bando yani ambayo ime, imeungana yeah. Ndio maana kazi yangu ilikuwa inafanyika kwa. Kwa hiyo sikuwa na pressure kwa viongozi, sikuwa na pressure kwa mashabiki kwa sababu tayari walikuwa wananifahamu. Kwa hiyo nilikuja ni tu kufanya kitu kikubwa ndani ya uwanja. Okay. Lakini kama unakumbuka wakati uh, natoka Mtibwa kwa kuna ugomvi kidogo wa usajili, nikaandikwa sana kwenye magazeti kabla sijafanya ile kazi. Kilichonifanya niandikwe sana kilikuwa sio ndani ya uwanja, nje ya uwanja. Nilikuwa na kazi kubwa sana ya kupick ile eh, spirit ya jina ambalo inaongelewa na game yangu. Nilifanya kazi nje ya uwanja, nikaja nikaonyesha ndani ya uwanja. Lakini baada ya mwaka mmoja nikaumia tena. Nafikiri ndio nilikuwa mchezaji wa kwanza kwenda kutibiwa nje ya nchi, kwa pia nikaongelewa tena kwa hata nilivorudi Nilichukua miezi saba kujiandaa ili rudi kwenye game ile na nirudi nikawa vile vile yeah. Uhuru, ni mmoja kati ya wachezaji ambao umezicheza dabis nyingi za Simba na Yanga juzi kati hapa tarehe nane kuna ambayo iliota mbawa um, scenario kama ile unaielezeaje na kipindi wewe unacheza iliwahi kutokea? Uh, uh, niseme tu nikisema neno Tanzania nafikiri mpata jibu yeah inaweza kutokea nchi yoyote, lakini kwa Tanzania inaweza kutokea mara nyingi. Kuja Dar es Salaam na gari yangu niliongozana na gari za mashabiki wa Simba na Yanga karibia kumi. So nafikiri wale watu waliumia sana. So sometimes, tuangalie wale, tusijiangalie sisi. Lakini kwa nini inatokea hivi? Kuna wapumbavu wanakaa magetini mule. Mimi naita wapumbavu kwa sababu hata mimi nishakutana nao mara nyingi sana, yaani hawana discipline ya mpira, hawajawahi kucheza mpira, hawajawahi kusogea kwenye mpira wakiwa watoto hawana heshima ya mpira wale wapumbavu. Mimi naitwa wapumbavu wale wanaoka magetini wale, ukishachana na wale askari ambao wako kisheria hapa, kuna wajinga fulani wanajiita sijui mna ni nani wale, yani wale ni wapumbavu fulani ambao hata mimi leo, mimi na heshima yangu kwenye mpira wa Tanzania, sio simba tu, mimi nimecheza timu ya taifa almost miaka nane, sawa, nimebeba bendera ya Tanzania mabegani kwangu nje ya nchi na kwenda uwanja wa taifa, eti mjinga mmoja tu kutoka Njombe huko yeah. Yuko getini ananizuia usiingie, au kama umeelewa So hata hao wanaotengeneza wale watu wakae magetini wajaribu kuwafanyia kuwa, kuwa, kuwa interview wale watu kwa sababu wanaleta vitu vya kipumbavu. Sheria inasema siku moja kabla ya mchezo mchezaji timu mgeni anatakiwa kutumia uwanja. Mageti yanakuwa wazi. Simba waingie wafanye mazoezi au wasiingie, ni wao, lakini kuna muda wa siku ile nzima, ya asubuhi au jioni, timu itafanya mazoezi, mageti inatakiwa kuwa wazi. Au kama unaniambia kuna mlinzi alikaa pale getini, that's not right. Inasemekana kwamba Simba wenyewe hawakutoa taarifa, ni, ni lazima utoe taarifa. Sheria au kanuni inasemaje? Tusi, tusirudi huko kwenye kwenye Simba. Kutoa taarifa, Simba anampa taarifa nani? Kanuni inamwambia nini? Uwanja, wanasema kwamba uwanja ni wa serikali, pengine serikali wangekuwa wanautumia, lazima uwape taarifa. No, uwanja ni wa serikali kesho kuna mechi, serikali inatakiwa wanatakiwa watoe tangazo, umeelewa? Kwa sababu mechi ya Simba na Yanga yani ni, ni kama mkutano fulani wa, wa nchi, unajua, yani ni sherehe kubwa sana kwenye nchi. Kazi zinasimama, watu wanasafiri, watu wanakunywa pombe, watu wanaenjoy, watu wanapumzika, waende kazini, biashara zinafungwa. Kwa hiyo mechi ya Simba na Yanga kwa Tanzania ni sherehe, sio Tanzania tu, Kenya, Uganda, Burundi wanaiangalia hiyo mechi. Lakini ukisema kwamba kulikuwa kuna labda kiwanja kinatumika alafu Simba hawajui maana Simba hawakuwa nchini sawa, lakini tutoke huko. Kwamba wale wapumbavu ambao walifanya huo ujinga pale wakasababisha hasara kubwa, lakini still hata uh, Simba walitakiwa pia nao wakae chini wafikirie mashabiki wa mpira. Unajua. Mimi na nawaheshimu sana viongozi wa Simba wa wajua, wajua, wakua, kwa sababu wamenilea, najua kuna wakati gani wanakosea na wao wanajua kama wanakosea, na wao wanakuwa upande wao walikuwa wako sahihi. Mimi ninachokiona kwa mashabiki wa kufanya fair unaweza fair. So, next time, I think, kila mtu atakuwa amejifunza na kutarekebishika. Kitu Uhuru, la mwisho kwa haraka haraka, nataka unitajie kikosi chako cha muda wote kuwahi kucheza katika ligi ya Tanzania ikiwa ni wachezaji wa nje wazawa, kwa haraka haraka. Uh, of course, ukiniambia kwa haraka haraka, uh, nitakutajia wachezaji ambao nimewaona lakini pia nitakutajia wengi ambao nimecheza nao Okay, uh, naweza kusema uh, left full back naweza ngamweka Shabarala golini, nikamweka Juma kei Juma uh, right full back nikamweka Nsajigwa Shadrack. Um, center defense nikamweka Kevin Yondani nikamweka Salum Swedi Kus uh, hold midfielder naweza nikamweka uh, midfield kwa kweli, <laughs> kiamini ruke kwanza, nitarudi uh -huh. Uh, winga ya kulia nitamtupa mlisho Alfani Ngasa uh -huh. Winga ya kushoto nitakwenda mimi mwenyewe Uhuru Selemani uh -huh. Top striker nitakwenda na Musa Hassan Mgosi uh, namba kumi nitamchezesha Kibudi uh, namba nane Namba nane. Kwa adi wa nje au wa Tanzania? Adi wa nje, namba nane nitamchezesha Fabregas. Ni nzima. Yes. Bwana jinzi hujaona kabisa. Eh, tuendelee kwanza. Namba sita holding basi. Holding. Tukija hapa sasa hivi ndani labda yeah, namba sita kwa sasa hivi naweza nikamuona mtu sijui kwa watu kwa wa nyuma yeah, kwa sababu nafikiri ni kwa nachanganya sana mafaili kwa watu kama Mzee Kiloji Chambua yeah. uh, wale mamidfield wa zamani sikuwaona sana, kwa hiyo kuwazungumzia inakuwa ngumu sana kwa wale ambao nimewaona hapa chini naweza nikamweka mtu kama eh kuna mchezaji mmoja anacheza Kagera Sugar bwana feed mmoja, sema no, hapo nyuma kidogo, nafikiri hiyo nafasi kidogo nashindwa kungamua kidogo. Kuna mchezaji jina nimejitoka, ndio huyo mtu ambaye namkubali sana, amecheza Kagera Sugar kwa muda mrefu sana, feed ya chini mzuri. Hawa wachezaji wa sasa Ah, kama ni Kibu Dennis peke yake na Shaba. Kibu Dennis nimemwona Shabalala. Ya, msu na, msuva, na Alot, wako wengi sana. Umeniambia wachezaji wa ligi za Tanzania. Eh, kama, kama Samata anakuwepo basi mimi nakaa nje yeah, sana lakini, ni, ni kitu kimoja cha mwisho ni mpongeze sana Alikiba. Naona kitu ambacho Alikiba anakifanya binafsi, nasema ana kitu kikubwa sana kwenye kichwa chake, moyo wake, lakini pia hata ana haiba ya uongozi, so tumpe support Alikiba mimi nimesafiri kutoka Mbeya nimekuja kucheza hizi mechi mbili hapa ya, support yangu tayari nimeshaitoa kwake ko kwa kama ananisikia, aongeze nguvu aongeze nguvu, naona watu wamemsuta watu, na, na, na, na, tayari amwambia bwana, eneo ni dogo alitutoshi, yeah, sure, au sio? Kwa hiyo next time nafikiri atakuwa anafanya kitu kikubwa, ali ana kitu sana kwenye, kwenye mind yake. Ni mtu mmoja mimi na namhesabu, sasa ni mtu mkubwa sana, so tumpe support. Bwana nice. Shukrani.